Jamani, Mafwele alikuwa na kikao saa kumi na mbili ya Tanzania ambayo sasa hivi mimi hapa ni saa nane usiku. So, alikuwa na kikao saa kumi na mbili kikao hicho kikubwa sana. Kesho kama mnavyojua hawa watu ambao na wana nani, mambo ya haki za binadamu East Africa watazunguka Tanzania, watakuwa kwa Tanzania sana ile wataanza kukagua ni Kigamboni, wataenda Rugalo, wataenda wapi, watazunguka, wataenda Arusha, wataenda Kidatu, whatever atazunguka kila sehemu. Lakini kikubwa ilichaiti kikao kikao hiki kikubwa zaidi ni kwamba kama mnavyojua Polepole yuko Kidatu, Morogoro. Hawa watu wanakagua kwa sababu ni watu wenye haki za binadamu. Kwa hiyo utaanzia Kigamboni, wamechagua waanzie Kigamboni kukagua Kigamboni kwa sababu Kigamboni kule taanzia Kigamboni jeshini. Polepole tarehe ishirini na tatu atatolewa saa kumi usiku, tarehe ishirini na tatu atatolewa kidatu Morogoro kwa gari, sio tena, sio tena nani, ile nini, aeroplane hapana. Atatolewa kidatu saa saa kumi usiku, tarehe ishirini na tatu kuletwa Kigamboni, mm ili na ndio maana ameanza kuchagua kwamba hao wa haki za binadamu wataanza kwenda kukagua Kigamboni, watazunguka, wataenda wataenda Arusha, watazunguka watazunguka, wataangalia wataenda mpaka Kidatu, ili watakapokuwa kule Kidatu watakuta polepole pole kashatolewa, ameletwa Kigamboni. Ataletwa Kigamboni jeshini, kuna mahandaki yao, mnajua mengi tu, watu nimejaza Tanzania wa Afrika wengi tu, Watanganyika wenzetu wamejaza na, na huko Kigamboni kwenye mahandaki ya jeshi, lakini pule kuna nyumba za bule ambazo unaweza kumweka mtu. Lakini inawezekana atawekwa kwenye handaki au kwenye jumba, lakini imeshajulikana ni kwenye handaki atawekwa polepole pole hapo. Do understand. Sasa nataka nikwambie, wewe Mafele, unakuwa na vikao vyako vya kiboya kiboya kumfikiria polepole, kumhamisha huku na huku na huku, Abdudi mnaakili kweli timamu kichwani? na kuuliza wewe Mafwele ambao unakwaga na vikao sababu wewe ndio mtekaji watu na wewe ndio we mhamishaji watu. pole, uku, apoki, aku, miko chenibi. Miko chenibi kutu, kwa sababu ukifikiria polepole unamhamisha huku huku mpaka hapo nani kwako Mikocheni B Mikocheni B ukapeleka Gongo la Mboto, kutoka Gongo la Mboto kwa helicopter ukampeleka Kidatu Kidatu, umemweka huko kwa vile anakuja kukagua, na ile mlijua taarifa ni wanakuja, kwa hiyo ndio maana mkamtoa mapema nikaambia mkampeleka kule Kidatu, lakini tarehe ishirini na tatu saa kumi usiku mtamtoa Kidatu tena, kwa gari sio tena. Kwa nini? Kwa aeroplane mtamtoa Kidatu kwa kumleta Kigamboni saa kumi za usiku ili mfike alfajiri. Sasa ngoja nikwambie, wewe Mafwele, najua mnanifuatilia sana, i know that ngoja ni kuambia tu, uzuri gari nitaichukua satellite zangu ntaichukua kila kona, mtakaposimama kukojua, kunya, kila kitu mtajikuta mtandaoni na kuambia, mtajikuta mtandaoni kila hatua mtakayotua nitakuja niwapostie mpaka nembo ya gari zinawekaga gari feki zile nipo feki zile nani, sorry guys, zile nini plat number feki nitazichukua, nitazipost. Sasa basi tale ishirini na tatu nitakuwa na nyie saa kumi usiku mtakapoanza kumtoa pale Kidatu kwenye gari Polepole, nitakuja na nanyie mpaka Kigamboni. I'm, I'm, I'm not a joke. C nimeshawaambia, nimeacha kazi zangu zote. amuzumatafakazi mwachieni, Polepole arudi kwa familia yake. Polepole alikosea nini? Kwa nini msisemwe? Nakuuliza we Kikwete alikosea nini Polepole kwamba, kuongea kwa vile kuongea kwa kwamba, kuna wazee ambao wameandaliwa

kwa hatua sasa, sijui binguni mtapazima au mtamwambia Mungu, Mwenyezi Mungu tuomba mawingu yashuke. Adono, nitakuwa na nyie a up to z, mpaka Kigamboni mtajikuta kwenye mtandao yani, tusichukuliane, tusioneni wabaya, mtajikuta kwenye mtandao, mtazalilika, mtawazalilisha, hapo ndipo mtajua kwamba huyu mwanamke ndugu zangu, huyu mwanamke ni zaidi ya jini. Msicheze na mimi kabisa, nawaambia, msicheze na mimi kabisa, nawaambia, msicheze na mimi halafu niwaambie, katika serikali ambayo ni ya horobo, ni serikali ya Samia, ni horobo ambayo amejipa, ni ya hovyo, ni ya hovyo, ni ya hovyo, haijawahi kutokea toka dunia imeumbwa. Samia, unavolala unavoamka unavolala unavo amka, na unavo unavo amka. Samtam nakuangalia sema munush oh oh. Nawangalia nye subilini tu subilini, ilobom ilobom, msije kudililia msije mkamrilia dangu. Watanganyika, naombeni mnishike kwa nguvu zote Watanganyika, mnishike mimi Rachel Dangwa kwa nguvu kwa mikono yenu miwili miwili, mwaazime na mikono ya majirani. I'm telling you guys, mazime na mikono ya majirani, mnikumbati. Mnajua yai, mnikumbatie kama yai. Ninawapenda watanganyika kuliko chochote ndani ya hii dunia, nawapenda sana. Samia, mwachieni polepole, mwachieni, Tundu Tundu Lissu.